Tumekuja tena. Nikamwambia sawa, mnahitaji nini? Anasema tunataka kuondoka na wewe. Nikamwambia hamna shida. E, wakaniagiza e, niwape simu yangu ili wapekue kwenye simu yangu pamoja na kupekua ndani ya nyumba kama kuna equipment zingine za electronic. Kama unakumbuka, vitu vyangu vingine vyote, tangu wakati ule, hawajanirudishia simu nyingine pamoja na kompyuta yangu pamoja na laptop yangu na iPad yangu zote zilikuwa mikononi mwa polisi toka mwaka jana, hayo hayajarudishwa bado mpaka leo. Kwa wakataka mengi, nikawambia na yale ya nyuma hamjanirudishia bado, nataka kuchukua e, na nadhani na hilo swala halitafika mwisho, nitaendelea kuwafuatilia e, ni makosa kwa polisi kuchukua vifaa vya watu e, sheria inataka wachukue e, kopi ya kitu wanachotaka e, nadhani watu wetu lazima wasome sheria vizuri. Lakini la pili Eh, nadhani lazima sasa tubadilike. Kwa mfano, simu siku hizi sio tena kama zamani. Ilikuwa ni chombo tu cha mawasiliano, simu leo ni benki kabisa. Kwa hiyo wakataka kuchukua na nikataka kuwakatalia, lakini baadaye wakalazimisha. Kwa hiyo nikawakabidi. Eh, sikutaka, kwa hiyo nikawakabidi kuwa na vurugu. Nikawapa hiyo simu wakachukua. kwa hiyo eh, wakaniambia tunaondoka wote basi baada ya kukagua nyumba tukaondoka, tukapanda kwenye gari, wakanipeleka kituo cha Mbweni na asubuhi yake ndio nikapelekwa kituo cha Ustabei. Bahati mbaya macho huwa hayana pazia. Wakati nimepelekwa Mbweni ndipo nikamuuliza aliyenikamata kosa ni nini, akataka aka kunikatalia, lakini mi nilishaona nikamwambia hiki kilichoandikwa ndicho akaniambia, ndio ni, ni kosa ni uhaini. Sasa kama ni uhaini, nilijua kwamba haina dhamana, kwa mi sikuhangaika tena na na mambo mengine, nikasema sawa tu nikajichiuni kichwa. Unazungumzia ili ya juzi. Kosa lilikuwa ni uhaini. Ili la juzi, kosa liliyoandikwa kwenye karatasi niliyosaini ni uhaini. Sio uchochezi ambayo yalikuwa naenda kupitia mahakamani hii sasa ni mwanzoni, nilikuwa ni uhaini. Wakati nimekamatwa nimepelekwa nimelazwa, mpaka leo mpaka kesho na mpaka nimetoka, sija sign eh, hati, hati ya mashtaka nyingine. Nimesign moja tu, na hiyo moja niliyo sign ni uhaini. Ndio maana nasema mpaka kesho kutwa kilichofanyika ni mchezo wa kuigiza kwangu mimi, kwa hiyo mimi nikalala kama kawaida toka nikachukuliwa ile saa tano napelekwa sijui wapi. Eh, asubuhi sasa, siku ya pili ile ni siku niliyoamkia mm -hmm. Siku ya kwanza hiyo ile niliyoamkia nayo maana yake mm -hmm. Nimefika kituo ni saa saba. sasa, sasa asubuhi yake saa tano ndio nikapakiwa kwenye gari eh, tena gari ndogo, sikuwekwa kwenye karandega, nimekaa kwenye gari ndogo tu vizuri, hawakuni mistreat sikupigwa, sikufanywa chochote -cho labda hilo ni vema nikasema, kwa sababu Eh, taarifa nilikuta kule gereza eh, mahabusu baadaye wenzangu wanapokamatwa huwa wanapigwa sana. Niseme mimi sikupigwa, labda niseme pia sababu moja ya kuto kunipiga ni kwamba eh, kwanza najua haki zangu, lakini la pili eh, kabla sijachukuliwa na kuondoka nao mimi nilifanikiwa kutoa taarifa kwenye eh, kwenye sauti ya Tanzania immediately, ya watanzania kwa hiyo haraka sana, haraka sana. Kwa immediately dunia nzima ndani ya dakika mbili tatu walijua kwamba kuna kitu kimetokea, na dunia nzima ikaanza kupiga kelele mm -hmm. E, kwa hiyo hiyo nadhani ni, ni kilichoniokoa, sikufanywa chochote kibaya. Ah, lakini kitu ambacho ni kiseme hapa, nadhani hawakunitendea haki kwa sababu waliniweka kule Oysterbay toka hiyo saa sita hivi tumefika mpaka karibu ya saa tisa na kitu hivi ndio kwa mara ya kwanza wananiambia kwamba tunakwenda mahakamani. Hawakunipa haki ya kutafuta wakili wangu, hawakunipa haki ya kujulisha ndugu zangu, haki zangu za msingi hizo. Ni hilo ni kosa kubwa sana, kwa sababu haki ya kwanza ya msingi ya mtu anayekamatwa ni kujulishwa tangu ule usiku wa jana Uh, labda kwa sababu walijua kwamba mimi nimechukuliwa nyumbani, kwa hiyo hapakuwa na agency ya kujulisha, vijana wangu wa nyumbani wanajua kwamba nimechukuliwa na polisi, labda sababu hiyo, lakini nilitakiwa kujulishwa ili ni kupewa nafasi ya kujulisha wakili wangu.